Hello, habari ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nataka nielekeze jinsi ya kuangalia matokeo ya darasa la saba kwa njia rahisi na salama zaidi, na njia hii ni ya shortcut zaidi, hautapata shida. Endelee kunisikiliza ili uweze kuelewa zaidi, twenda pamoja. Kama wewe unapenda kutumia Google Chrome, utakliki hapo hapo; kama unahitaji kutumia search engine ya Google utakliki app ya Google sasa hebu twende tuweze kuangalia matokeo ya darasa la saba kwa urahisi kupitia application ya Google. Hii ndo application ya Google. Kwa wale ambao hawajui, utabonyeza hapo au utagusa hapo. Kumbuka umewasha data za interneti. Ukishagusa hapo, itafunguka sehemu kama hii na utaandika maneno kama haya andika NECTA, kisha search. Ukishaandika hapo, bila shaka website yao itafunguka kama jinsi inavyoonekana. Baada ya kufunguka kama hivi, utakuja hapa, unaona huyo mshale niliponyoshea sehemu imeandikwa results p S -l -o yani, primary maana yake tunaangalia matokeo ya darasa la saba ni ya primary. Basi ukisha kliki sehemu hiyo au ukishagusa sehemu hiyo itafunguka kama hivi, na matokeo yatakuja ya, ya miaka tofauti tofauti, mwaka wa juu utakaa juu yaani mwaka wa, wa juu zaidi utakaa juu na miaka inayo chini chini itakaa chini. Maana yake kama matokeoni ya elfu mbili na ishirini na tano utayaona juu zaidi, elfu mbili na ishirini na nne yatakaa chini zaidi, elfu mbili na ishirini na tatu mpaka chini kabisa. Basi hapa ni rahisi zaidi na utaangalia matokeo ya mwaka wowote unaohitaji. Sasa haya ni matokeo ya darasa la, ya darasa la saba. Ngoja tutoe mfano kabisa. Unaona hiyo sehemu iliyoandikwa results link, utakliki sehemu hiyo au utagusa hapo, ili uweze kuangalia matokeo ya darasa la saba ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Ukishagusa sehemu hiyo, mikoa itafunguka, yaani hapo sasa wewe unahitaji kuangalia matokeo ya darasa la saba mkoa gani, utachagua mkoa hapo, na sehemu hii inaonekana ni mikoa ipo ya kutosha. Sasa ngoja sisi tufungue mkoa wa Dodoma, na hapa sehemu niliponyoshea mshale ni sehemu imeandikwa Dodoma. Utagusa sehemu hiyo iliyoandikwa Dodoma ukishagusa mara moja, itafunguka kama hivi na wilaya zilizopo katika mkoa wa Dodoma uta zitaonekana kama hapa. Maana yake shule hiyo iko wilaya gani, utatafuta hiyo. Ngoja tutoe mfano tuweze kuangalia wilaya ya Mpwapwa. Hapa niliponyoshea mshale utagusa hapo ili uweze kuangalia matokeo ya Mpwapwa, maana yake shule hiyo ipo Mpwapwa. Baada ya kugusa sehemu hiyo, shule zilizopo katika wilaya hiyo zitafunguka kama hivi, na utachagua shule mojawapo hapo. Ngoje tu zoom ili zionekane vizuri. Tukisha zoom, ngoje tufungue shule mojawapo ili tuweze kuangalia matokeo yake. Kwa hiyo, gusa hapo hapo kwenye hiyo shule, gusa mara moja tu au kliki Ukishagusa hapo, bila shaka, matokeo ya shule hiyo yataonekana kama hivi. Hapa utaangalia shule imekuwa yangapi kimkoa, na kiwilaya na kinchi zima. Humu ni matokeo ya shule hiyo, yaani wanafunzi hao wamefaulu kwa madaraja gani. Ndio jinsi inavyoonekana hapo au sio? Bila shaka leo umeelimika na elimu hii ambayo nimeitoa leo. Nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa na shortcut ya kuangalia matokeo ya darasa la saba kwa kutumia website ya NECTA, na kumbuka NECTA ndio inatoa matokeo ya darasa la saba. Basi nakutakia siku njema.